Hii Nairobi lazima tuibadilishe, na ni nia yangu wale wananchi wanaishi kule vitongoji duni kwa slums. Hapa tunajenga nyumba elfu mbili na mia tano. Nataka wale watu wanaishi hapa wapate manyumba mazuri hapa Nairobi. Mko sawa? Munasema tuendelee. Sasa hivi tunajenga nyumba elfu sitini ya Nairobi peke yake, na kabla ya, kabla ya Disemba mimi nataka nihakikishe ya kwamba manyumba elfu mia moja zinajengwa katika Nairobi kaunti na hizo manyumba itakuwa ya wananchi wadogo wadogo. Wewe mwananchi ambaye unalipa shilingi elfu mbili elfu tatu kwa slam, tutakutoa huko, utakuja kulipa hiyo elfu mbili elfu tatu ukiwa unaishi kwa nyumba mzuri. Hapa tunaelewana jameni. Na mpango yangu ni kuhakikisha kwamba wananchi robo milioni by 2027 wanaishi katika makao mazuri.